moja mtaani Umoja hapa jijini Nairobi inataka maafisa wa upelelezi kumkamata mshukiwa anayesemekana kumvamia mwana wao eneo la burudani, kumchapa na kisha kumjeruhi vibaya. Na familia Alphy Migasha inadai mvulana huyo alifariki akipokea matibabu hospitalini ila polisi hawajamkamata mshukiwa. Na Franklin Wala na taarifa hiyo kwa kina. Kanda hii ya CCTV iliyorekodiwa Disemba 22, ilimnasa Alphy Migasha akiwa ameketi kwenye kiti eneo moja la burudani huko Umoja wa Nairobi. Ghafla mwanamume fulani anatokea na kumzungumzia Alphy. Muda si muda, mwanamume huyo anamvuta Alphy nywele, kumwangusha sakafuni na kumshambulia. Familia ya Alphy ilijulishwa na kukimbia eneo hilo, kisha kumpeleka Alphy katika hospitali ya Mama Lucy kwa matibabu ya dharura nikapata mtoto wangu anamwaga damu kwa macho, huko kwa uso ni mangumi, nguo zote alikuwa nazo ni matope na damu. Nikaanguka hapo kwa mtoto na huyo Ireri bado anaendelea tu kumkanyaga, anaendelea tu kumpiga mateke, mimi nikalalia mtoto. Familia ilimtambua mshukiwa aliyemshambulia Alphy kama Nicolas Njue Ireri, na mmiliki wa eneo hilo la burudani ambaye pia ni mwanajeshi katika hali ya kumshughulikia mgonjwa wao, maskini Alphy aliaga dunia. Sa ile tulifika, mama Lusi, daktari akasema wacha tulete kitanda. Vile walimchukua akampush kwa kitanda, wakaniingiza kwa rumu na yeye, wakaniambia mama, it is too late your son has gone. Juhudi za familia za kutafuta usaidizi hazijafua dafu licha ya kupiga ripoti kituoni. Aidha, mkurugenzi wa DCI Amin Muhamed amewataka Wakenya kupiga ripoti kutumia nambari ya Fichua kwa DCI wakipata changamoto kutoka kwa maafisa wa upelelezi juu. Hata nimeenda mpaka huko kwa polisi station, DCI mwenyewe ananiambia mukuu peke yake iwezifanya tuende tushike mtu. Naomba silikari ya Kenya inisaidie, naomba Citizen nisaidie. Yae, hili ndilo eneo la tukio aliloshambuliwa Alphy Migasha na kupata majeraha ambayo familia inasema yalisababisha kifo chake. Hivi sasa familia hiyo inataka asasi za uchunguzi kumtia mbaroni mshukiwa ili mwenda zake aweze kupata haki. Franklin Wala, runinga ya Citizen kutoka Umoja Nairobi.